Kwa majina naitwa Lemius Mchunguzi, kaimu mkuu wa kitengo cha uhusiano wa umma na mawasiliano kutoka TPHPA. Kwanza nipongeze serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inayoongozwa na Mheshimiwa Rais mama yetu Dr. Samia Suluhu Hassan kwa uwekezaji huu, kwa kweli unaenda kuwa mkombozi. Tulikuwa tunapata notification nyingi kwa mazao yanayoenda nje ya nchi kwamba hayakidhi vigezo vinavyotakiwa. Lakini kwa kuboresha maabara hii na kwa sasa hivi maabara yetu ina idhibati, hii ni fursa kwamba mazao yote atakayotoka hapa ndani kwenda nje ya nchi yatakuwa yamequalify ubora unaotakiwa kwenye masoko yetu ya, ya nje. Kwa hiyo kama nchi tuna uhakika kwamba tutaendelea kulinda masoko yetu ya, ya nje. Kwetu sisi kama mamlaka imekuwa ni fursa tumepata nafasi nzuri ya kusogeza huduma zetu kwa wananchi. Kwa kweli na banda letu imetembelewa sana na wananchi wamekuja kujifunza huduma mbalimbali zinazotolewa na mamlaka. Na sisi kama mamlaka tumeweza kuboresha maabara yetu, tumenunua mashine tano, mashine moja ni ya uchambuzi wa udongo na mashine nne za uchambuzi wa masalia viuatilifu kwenye mazao. Kwa hiyo wadau mbalimbali wamejitokeza kwa wingi, ili waweze kupata utaratibu mzima, wakitaka kupimia udongo wao wanatakiwa wafanye nini, na tulikuwa na jopo la wataalamu wamejaribu kuwapitisha. Kwa hiyo nitumie fursa hii kuomba wananchi katika maeneo mbalimbali, sasa hivi mamlaka imeboresha zaidi maabara zake, na ukiwa na changamoto yoyote, basi utawasiliana na mamlaka, utaleta udongo, tutakupimia udongo wako kama unataka kusafirisha mazao kwenda nje ya nchi utaleta sampo ya mazao tutaangalia masalia ya viuatilifu kwa ajili ya kulinda masoko yetu ya ndani na masoko yetu ya nje. Majina yangu naitwa Daktari Cecilia Pifani Mroso, inafanya kazi Mamlaka ya Afya ya Mimea na Viuatilifu Tanzania, na mimi ni meneja wa mamlaka hiyo katika kanda hii ya kati inayohudumia mikoa ya Dodoma na Singida. Katika kazi za mamlaka, kazi mojawapo ni kupambana na visumbufu vya mazao ambavyo ni kama wadudu, anzige, ndege waharibifu, waharibifu pamoja na vimelea vya magonjwa mbalimbali. Mwanzoni tulikuwa tunatumia teknolojia za kutumia mabomba ya mgongoni ili kupambana na visumbufu. Lakini, kadiri siku zinavyokwenda, visumbufu vinazidi kuongezeka nchini kutokana na mabadiliko ya tabia ya nchi na hivyo kutumia teknolojia hiyo imekuwa ni vigumu sana kuweza kupambana na visumbufu na kuleta tija katika kilimo. Kwa hivyo ili kuweza kuongeza tija katika kilimo, kumekuwa na matumizi ya teknolojia ya drones, ambazo ni ndege nyuki. Ndege nyuki hizi hutumika kwenda kufanya survey katika maeneo yenye mlipuko wa visumbufu na kupiga picha na kuleta taarifa halisi ya hali ya visumbufu katika eneo, na hivyo kutuwezesha sasa kwenda kuvidhibiti. Lakini pia tuna drones amba, au ndege nyuki ambazo zina uwezo mkubwa waweza kubeba viuatilifu vi na kwenda kunyunyiza. Kwa hiyo badala ya kutumia bomba la mgongoni ambalo unaweza kunyunyizia sehemu kidogo tu kwa muda mfupi, tunatumia sasa ndege nyuki ambazo zinanyunyizia eneo kubwa ndani ya muda mfupi. Lakini pia kuna maeneo ambayo hayafikiki kwa miguu kwa mwanadamu kutumia bomba la mgongo, na hivyo ndege nyuki hizi tusaidia sana kunyunyiza maeneo yenye ukorofi kama hayo. Lakini pamoja na hayo, tunapofanya survey kuna maeneo ambayo hayafikiki kwa miguu kama maeneo yenye milima pamoja na miti. Kwa hivyo tuna ndege nyuki ambazo tunazituma zinaenda zinafanya survey na kupiga picha na kuleta taarifa zinazoonyesha hali halisi ya, ya visumbufu na hivyo inatuwezesha sasa kwenda kunyunyiza sumu katika maeneo hayo. Lakini pia kutokana na kupanuka kwa kilimo na wingi wa visumbufu imeonekana pia hata drones zenyewe hazitoshi. Kwa hiyo kuna jitihada kubwa zimefanywa na wizara ya Kilimo pamoja na Mamlaka ya Afya ya Mimea na Viuatilifu Tanzania, na ndege moja imenunuliwa. Kabla ya kununua ndege hii, tulikuwa tunatumia ndege za kutoka shirika la Red Locust International ambazo Tanzania ni mwanachama na ndege hizi zilikuwa hazitoshelezi mahitaji na haziji kwa wakati, kwa sababu kwa mfano kama kuna visumbufu huku, let's say ni nzige, unakuta na visumbufu hivyo, labda kuna outbreak mahali pengine, na hali hiyo inafanya mnapoomba ile ndege, unakuta labda inatumika mahali pengine, au hata mnapoileta unakuta kuna milipuko sehemu nyingi katika nchi na hivyo hiyo ndege haiwezi kudhibiti hivyo visumbufu kwa wakati mmoja na kuleta tija. Kwa hiyo kumeonekana uhitaji mkubwa wa mamlaka pamoja na wizara ya kilimo kununua ndege ya kwetu wenyewe, na kwa neema ya Mungu tumepata ndege yetu mwezi wa tarehe thelathini mwezi wa tano mwaka huu tulipokea, na kwa sasa tuko sasa tayari kukabiliana na visumbufu pale vinapotokea kwa wakati na maeneo mengi zaidi na kuongeza tija katika kilimo cha Tanzania.